Assalamu alaikum. Kwanza kabisa, mheshimiwa mgeni rasmi, Mufti, viongozi wakuu wa serikali, viongozi wa dini, ndugu waumini wenzangu wa wote, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa ya namna hii. Nilikaa kwa utulivu kabisa, nikaona inapendeza. Amani ya namna hii sijui utaipata wapi, lakini tumshukuru sana mwenyezi Mungu kwa kutuweka mahali hapa pamoja, lakini kuu cool lingine ni mshukuru mkuu wa jeshi la polisi Tanzania Afande Kamili Suambula kunituma nije nilete salamu zake, na nasema kwa ufupi thamani ambazo amenituma nizilete kuhusu kuangalia thamani ya amani nchini Tanzania kuelekea uchaguzi, lakini niambatane tu na surat suratu Hud. Ukisoma suratu Hud unapata, ukisoma suratu Hud kumi na moja aya ya sitini na moja mpaka sitini na nane unapata kisa cha Nabii Saleh. Nabii Saleh alitumwa na Mwenyezi Mungu kwenda kwenye mji wa kale unaitwa Thamud, mji ambao ulikuwa karibu ya Yemen na huku Shama, ambaye ni Syria ya leo wale watu walikuwa wanafanya mambo ndivyo sivyo, ambayo sio ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akamwambia Nabii Saleh uende ukazungumze na watu waniabudu mimi. Lakini alipofika kupeleka ule ujumbe, wakasema Nabii Sale, sisi tutajuaje kama Mwenyezi Mungu kakutuma? Nabii Sale akarudi kwa Mwenyezi Mungu, anasema wameshindwa kunielewa. Akasema basi, napeleka muujiza wa ngamia ngamia huyu atakaa kwao, wamtunze, lakini ataleta ustawi kwenye ile jamii, watakuwa kimaendeleo. Lakini cha kushangaza, wakawa wakaidi, walimkatakata na kumuua yule ngamia. Ngamia huyu ni nani? Ngamia huyu ni tunu ya amani ambayo watanzania wamepewa. Sasa kama tutafanya ukaidi wa kumkatakata huyu ngamia, la hasha hatuwezi kufanikiwa katika ustawi wa maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo nahamasisha sana, kama Mwenyezi Mungu alivyosisitiza kumwambia Nabii Salehe kwamba wamtunze huyu ngamia. Tanzania imependelewa, tumepewa amani kwa muda mrefu, utulivu namna hii, tusitumie ndimi zetu kuwa kiberiti cha kuwasha moto na kuchafua amani ya Tanzania, lakini nikimalizia, ukisoma Surat Al-Baqarah sura ya pili aya ya mia moja ishirini na sita Nabii Ibrahim kati ya vitu alivyomuomba Mwenyezi Mungu, kitu cha kwanza kabla ya kuomba riziki, aliomba amani. Asante sana. Amani ni kila kitu. Amani kiwepo, utatafuta riziki. Amani kiwepo, ustawi katika familia utakuwepo. Amani kiwepo, kila kitu kitafanyika. Najua ndugu zangu wa Tanzania, sisi tumekuwa na mguu wa kutoka ndipo upate riziki. Sasa kama tutachafua amani ya Tanzania, tutapata hiyo fursa? Hebu tuambizane, kila mmoja mwambie jirani yake huko nyumbani kijana mwenzie, kwamba amani ni tunu ya thamani ambayo Mwenyezi Mungu ametupa. Assalamu alaykum Tanzania.